Wote wa kanisa letu la Saint Joseph's Kopo ojo, mniruhusu wazalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Yesu Kristo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. siku moja waztvka gene, siku moja ulikuwa na mzazi, na unajua mzazi ni mtu wa maana sana mzazi akapeleka kijana secondary akampeleka secondary kusuman koroman, yaani asome vizuri. Na alipompeleka secondary, wakaenda admission, na baba akabakia na kijana, na akasema mimi nakuachia Biblia. Akamwambia nakuachia Biblia aka na, na mimi kanyarwak

akaenda tu lakini, akasema utu kuna ijalizi, wacha nichukue hii zawadi ya baba nifungie kwa store, hata sioni faida yake. Akaendelea kukaa sabuni, ikaelekea ika kuisha mafuta. Kitambo watu wakuwa na mafuta ya kujipaka, walikuwa wanajipaka umande <laughs> alikuwa alivua anajipaka nonakusema na kipapa, runa, pizima, endele ya siku hizi Mungu, je, siku hizi <laughs> <Spisi>, covid hakuna <laughs> lazima mafuta watu wajipake yeah. Na hata huyu kijana akashangaa, ndiyo huyu baba ajali, huyu baba ambaye ni mfalme kwangu ajali. Akaandikia baba barua, akatuma mtu naye nayemana, akaambia baba Yani haunijali mimi madije kisina pesa, na wengine naona wanakula mkate, wengine wanajipaka mafuta. Baba, mbona umenidharau hivi? Baba yake akaandika message kwa simu usi kwa simu, hakukuwa na simu, kwa barua akaandika na akamwambia, soma Biblia. Huyu kijana akakasirika sana akasema, huyu uh, baba ingawa anaenda kanisa lakini magharama kama lakuwa wasabod majuna <laughs> yaani majuna ayuko straight. Yaani minakuitisha pesa na ananiambia somo Biblia, okay. Lakini siku moja akasema wacha nisome tu, wacha nisome tu, aijalishi. Aliposoma akapata habari ya yanoa Mfalme Yesu na alipoingia pekiingine akapata baba yake aliweka mia moja , akasema kumbe baba yangu alikuwa na hekima. Akafungua ingine akapata mia ingine <laughs> na baadaye maisha yake ikabadilika, na yeye akapokea msamaha na zaidi akapokea mfano. Yani, nataka ni wambie wapendwa, huyu mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa ni baba yake alimfungulia Bibilia na ndani ya Bibilia akapata Mfalme Yesu Kristo, na baadaye akapata fedha. Leo nataka niwaambie ya kwamba kuna utajiri kwa Bibilia. Watu wengi wanaendea mikutano ya tiendo, wengine wanaenda mikutano ya siasa Mtu anatoka macho kama ya ng'ombe akulala, na wengine wamepigwa, na wengine wamepoteza vitu vyote. Lakini nataka niwaambie wapendwa, wakati unahudhuria hii mkutano na unasikiliza hii neno, utapokea utajiri wa mbinguni na utajiri wa dunia hii kegaa Yesu. Bwana asifiwe Amen. amekuja kwa watu wote. Somo letu la pili lilisomwa vizuri sana na mama wetu kutoka kwa kitabu cha Luka moja ishirini na sita mpaka thalathini na tisa. Kitabu hiki ambacho kinaitwa Luka kisir, yani kisir kwa Kisabot inamaanisha nini kwa Kiswahili? aliandika kisir Luka kwa sababu unasema Luka ama Luka kisir Luka, yani Daktari Luka ndio aliandika Injili hii, na yeye alikuwa mtu wa mataifa, na yeye aliandika kwa watu wote. Alimwandikia mtu aliyekuwa akitwa Theophilus. Maana ya jina Theophilus ni mtu aliyependa Mungu. Theo ni Mungu. Phileo ni kupenda. Theophilus ni mtu aliyependa Mungu. Saa zingine alikuwa muhisani wake wa kuandika kitabu hiki. Lakini pia Theophilus inaweza maanisha mtu yeyote anayependa Mungu. Tukun, bigo tukun ke jamii wanaweza itwa Theophilus.

hu anaiva wapi? Lakini mtu yeyote mwenye anampenda serie iko na mambo yake, lakini Theophilus ni mtu yeyote jito tukun chiaga tukun nye jamii, mtu yeyote mwenye anampenda Mungu anaitwa Theophilus. Je, aliandika wakati mgani? Aliandika kabla Yerusalemu haijamalizwa na watu Warumi aliandika kabla ya AD 60 na aliandika wakati gani? Wacha niwaambie, aliandika wakati wana wa Israeli walikuwa wakitawaliwa na Warumi. Warumi ndio walikuwa wanatawaliwa watu waliokuwa kwa nchi yao, na wana mamlaka. Saa zingine kauvigakuri watu wana mamlaka, lakini miite wako miit mamlaka. Mungu atalete siku moja. Kitu cha pili, hao watu ambao walikuwa wanaitwa Wayahudi, penye alikuwa kiubiri, penye alikuwa kiubiri, penye alikuwa anawaandikia, walikuwa wametawaliwa na watu Warumi, nchi iliyekosa kujitawala wenyewe. Kitu cha pili aliandikia wakati ambayo neno la Mungu ilikuwa imechukua miaka mia nne au kwa wamesikia neno la Mungu, ni kama siku hizi neno la Mungu haipatikani. Sherehe ni mingi, siasa ni mingi, kwanza ya 2027 siasa imejaa kila pahali, wakati mwingi kivichekesho iko kila pahali. Biblia inasema kutakuwa na siku ambaye kutakuwa na njaa, njaa sio njaa ya chakula bali ni njaa ya neno la Mungu. Hii Christmas kuna wamama watapika chapati 300. Maandiko. Nani? Jabadi ino 300 bana. Wamama wanaenda kuna slum sukusukua au na wale wale vitu ingine reje reje mayekzahi yani, huko na njaa ya neno, sio njaa ya pombe. Pombe inajaa. sio njaa ya chapati jonge chapati inoksahi, sio njaa ya ugali, lakini kuna njaa ya neno mm. la Mungu mm. miaka mia nne watu wako kuwa meongea, na pia kulikuwa na mji mmoja unaitwa Nazareti. Nazareti ilikuwa ni mji mdogo, tena wanasema kulikuwa na askari wa Kirumi na baadhi ya babu askari wanakaanga. Mnajua kuna nini? Sijasema askari wote ni wabaya. Penye askari wanaishi kuko na nini, ya kwanza pombe inakuwa mingi, ya pili vita, na ya tatu maamejamwa lakini ongete, unajua iko mambo ingine wasabuda wasemi, lakini ongete yongetene mbuono maneno yalikuwa ni mji uliokuwa ukidharauliwa, watu walikuwa chini kabisa. Lakini hata kama uko chini, hata kama umedharauliwa, yaani gaagesa sin hawakutaki, leo nataka kukuletea habari njema. Kichwa cha mahubiri yangu mfalme anakujia watu wote, hasa wanyonge. Kulikuwa na msichana moja, alikuwa miaka kumi na nne, nae msichana ambaye alikuwa aki miaka kumi na nne, jina lake kigeure Mariamu, mama ya Yesu ka, ona. Na alipokaa akaona alikuwa ni mja mzito. Nakuambia msichana akiwa mja mzito Madharau inaanzanga wengine wanaanza kumlaumu hata kabla wajajua ni nini. Hata wengine wangesema angetekono angetebana. <laughs> Nyinyi lakini masatana Mariamu angelaumiwa pia Mariamu <inaudible> alikuwa hatarini ya kukataliwa na siku hiyo angepigwa mawe awawe. <coughs> Huyu mwenye alikuwa amedharauliwa tena amekataliwa. Nataka kukuambia dunia hii kuna watu wamedharauliwa, wamekataliwa, wa hata kwa boma. Kuna watu wanachochea hawa waondoke, nakuko na wengine hata wanatakana kufukuzwa pahali. Nataka ni kuletea habari njema ya kwamba mfalme amekuja kwa watu wote. Hasa kwa nyonge, akamkujia Mariamu kupitia kwa malaika Gabrieli akamwambia, neema, umebarikiwa. Neema ya Bwana ile juu yako, umebarikiwa kushinda wanawake wengine wote, umepata mimba ya mfalme ambaye ni Yesu Kristo. Mariamu akashangaa akasema, itakuwaje na mimi ni bikra? Anamambia, kwa nguvu za Roho Mtakatifu utapata mtoto wokozi wa ulimwengu, naye atapata ufalme wa babaye Daudi. Akasema, na iwe kama ulivyosema. Na Mungu alibariki neno lake. Jambo la kwanza ambaye nataka kuhubiri, neema ya Mungu humfikia mfalme. Akifika anafika kwa neema na anafikia yule asiye tarajia. Mariam alikuwa ni msichana, na nani anataka kuolewa naye seremala? Siku hizi kitambo alikuwa akisema ora Keshe.

pesi kabisa, zi si mwepesi, yaani hana <laughs> chochote. Nimemweka kwa ratili kwisha. Wachana udakta, wachana na huyo. Mariamu alikuwa anaolewa na seremala. Pia alikuwa anaishi kwa mchi mdogo, pia alikuwa amedharauliwa, lakini Mfalme kitu cha kwanza anakuja kwa neema. Bwana asifiwe. Na alikujia Maria mama wa Yesu, hoyo mwenye alikuwa tayari kukataliwa. Hata mchumba wake aliyekuwa akitwa Yusufu alitaka kumwacha kwa siri, kwa sababu hakuwa akielewa mambo hii. Neema inakujia kwa yule asiye tarajia. Mimi Nilisoma shule inaitwa Friend School Kamsinga, Friend School Kamsinga. Siku moja, tukapanga kulimba kulinga mawe basi ya shule inaitwa Misikhu Girls. Na kweli ilipo vita usiku kikwe mawe, ingawa Mungu alituona. Hata ukifanya nini usiku, Mungu ulikuwa tatu. Basi hiyo ililingwa ki mimi nikahepa, lakini wengine walienda nyumbani. Nilikuwa na na, na bahati siku ile walikuwa wakifukuza watu, nilienda nilikuwa nimeenda nyumbani fees, ama si fees, nilikuwa nimeenda nyumbani tu kutembea <laughs> wengine wakafukuzwa, lakini mimi mwenye nililinga basi ya shule. Nikaitwa mbele ya pale. Nambia living certificate yangu ikaandikwa vibaya ikaandikwa Jesus is a man of average academic abilities. Susceptible to influence. Yaani, wakasema huyu jamaa mu masomo lakini machuna. Hayo living certificate zingeenda popote. Lakini leo ninasimama nikikuhubiria, ni kwa neema zingine. CV yako imeandikwa mbaya. Kwa kijiji w wanan mmoja walikuwa wanakunywa chai, huyu jamaa akasema, Chesosi, simama na bahati uko na kwangu, kwangu na umekaa kwa kiti yangu. Wewe ulifukuzwa shule, takuchoma shule yake, utafundisha watoto wangu tabia mbaya. Kitu cha pili, hii chai siwezi kukupea sasa sisi tumekuja kwa matu inas, yaani kulingana na yeye sikustahili jai, lakini kwa neema ya Mungu mimi nahubiri na nahubiri. Kwa nini? Ni kwa sababu Mfalme anakuja kwa neema, ndipose inastahili kuhubiri koko yote Haijalishi mlimani ama mabondeni, haijalishi popote, tunastahili kuhubiri popote. Kwa sababu gani? Neema imejia wote, wale wako mlimani na wale wako bondeni, pina pore hata numeka hata teske. Neema ya Mungu imefunuliwa kwa wote. Bwana asifiwe. Na neema ikija kitu cha kwanza unapata msamaha. Mimi nasimama nikihubiri sio kwa sababu mimi ni mzuri, mfalme alikuja na neema mm, na mimi nikasamehewa kabisa. Kitu cha pili, neema ikija, anabadilisha mtu na tabia. Unajua ni ngumu kupata msamaha. Unajawahi kunywa pombe saa zingine?

niliwahi kunyo bomba na ninakwambia ni ngumu, kwa msapoti wake, lakini tunashukuru kwa namna hiyo. Jamii nyingine huwezi kuja katika kietu, unajua ni kirejea moksasa, hata uliko unda katika kietu, lakini kwa neema ya Mungu mtu anaweza. Na hiyo unajua kuna jamii nyingine wanawekeanga watu sub wakati wote ni ngumu kuacha, lakini kwa neema ya Mungu, Mungu anaweza, mtu anaweza kuacha. Na mimi Mungu alinisaidia, nilikuwa na sigara kuacha, ikakuwa ngumu. Nilikuwa navuta sigara inaitwa SM, tulikuwa tunaita sina mapenzi. SM sita <laughs> kwa siku, lakini ni neema ya Mungu. Etumastali alitushika, akatupiga viboko atukuacha, lakini neema ilipokuja nikatusaidia tukaacha. Hii Christmas inaomba mfalme akujie na neema. Uaje mambo mengine, wengine nikinende ngende. Hiko mwingine asipoongea atakuwa mgonjwa. Yaani kivika saa kumi na mbili na hako kwake hajatoka ni banian, mpaka atafute sababu. Hakuna jumvi ingawa jumviko aenda ongee ndio agona, lakini neema ikija, neema ikija itakusaidia <coughs> kuwaja ni kwa neema. Haleluya, ne ni mfalme wane na anakuja Christmas hii Christmas, hakuji tu kwa nguo hakuji kwa mavazi hakuji kwa nini, anakuja kwa neema na ni kwa neema Haleluya! Amen. Wangapi wanakumbuka nilikuja kuhubiri hapa mara ya kwanza? Wangapi wana nilikuja hapa? Okay, kumbe si mbaya. Nilikuja kuhubiri hapo siku hiyo, nilikuwa padri na nakaa mbaya anakuja na ha ambayo inapita mipaka ya akili. Wote mwambia unajua, sijui wagani wanaaminiki kwanza, wanaume ama wamama? Wagani wana wanaamini haraka, wazee ama wamama? Malaika ma. ma, alijia kwanza mzee mmoja anaitwa Zakaria egureno kwa sababu lazima Zakaria Zakaria kijondi Zakaria, na akamwambia, <laughs> Zakaria, Zakaria, Zakaria, Zakaria, na utapata mtoto. Mzee akakataa kitai, na Mungu akachukua sauti yake, na yake ilikuwa kawaida. Yeye alikuwa na na bibi, na ingekuwa angesema tu amen apate mtoto lakini mama akamwambia wewe utapata mtoto bila mume, lakini huyu mama akaamini, kwa sababu anakujanga na ahadi ambayo inapita akili za wanadamu. A, niwaambie chenye Mungu anaweza kufanya inapita akili za wanadamu. Kuna jambo ambayo tena mala akamwambia itakuwaje? Na mimi ni fikra, akamwambia katika kitabu cha Yohana moja thalathini na saba hakuna neno isilowezekana kwa Mungu. Kile Mungu anaweza kukutendea inapita akili yote. Kuna wengine mambo imekusumbua miaka yote nane, saa zingine umeona imefika mwisho waku, imefika mwisho nataka ni kuambia Mungu anaweza kukutendea waka huu, anapokuja anakuja na ahadi ambayo inapita mipaka yote kwa maisha yako. Saa zingine kuna neno unatarajia. Maria, saa zingine alitarajia atatambulika, lakini hakuna mtu aliyemtambua. Alikuwa msichana maskini kutoka kwa mji mchafu unaitwa Yerusalemu. Nataka nikuambie ahadi ya mungu inapita siku moja nilikuwa tulikuwa tunapeana chakula kwa internally displaced persons nilikuwa siku hiyo mchungaji wa kimanini jamaa mmoja akaniambia mchungaji wacha nikwambia iko watu wengine wabaya sana hata nikipata mmoja naweza ua sasa mimi nikashangaa hao watu wa gani wabaya sana akaniambia watu wanaitwa asbo wasanji nikishika hata mmoja Nikaambia hao watu wamefanya nini? Akaniambia najua walinichomea, nyumba wakafanya hii wakafanya ile. Nikaambia hata mwenye unaongea naye, hata mimi ni mmoja wao. Akaniambia hapana, si wewe padri. <laughs> <laughs> Namaanisha wale wengine wako huko juu. Nataka nikuambie ha, ilipita mpaka yake ya kwamba Mungu anaweza ilumusa na mfanye kuwa mchungaji mtumi na mtumishi. Nataka niseme, usijiwekee mpaka kwa watoto wako, usijiwekee mpaka kwa chenye unaweza tenda, na usijiwekee mpaka ya kwamba vile imekuwa ikifanyika ikafanyika hiyo miaka yote, Mungu atafanya jambo jipya. Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu kwa Maria, alisikia ujumbe, hakuna neno lisilo wezekana na akajua ahadi ya Mungu aka- ahadi ya mfalme ambaye anakuja inapita matarajio ya wanadamu. Je, kuna kitu unataka kutendea? Atakutendea katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Awapatie ushuhuda mimi